Jina la hadithi huruma yenye gharama. Kulikuwa na familia moja ya kawaida sana katika kijiji cha Matale kilichokuwa pembezoni mwa bonde la Uwanjani. Familia hii ilikuwa na watoto watatu, wawili wa kwanza walipata elimu ya kawaida wakabaki kijijini wakiendesha maisha ya kawaida, lakini mtoto wa mwisho, Eliya, alikuwa na bahati ya kipekee. Alipata nafasi ya kuendelea hadi elimu ya juu mjini. Alikuwa na akili sana mwerevu na mwenye maono makubwa. Baada ya kuhitimu, hakukimbilia maisha ya starehe mjini, badala yake alirudi kijijini kwao akisubiri ajira kutoka serikalini. Akiwa kijijini, Eliya aliamua kuanzisha biashara ndogo ya vifaa vya nyumbani na bidhaa za matumizi ya kila siku. Kwa sababu alikuwa mcheshi, mkarimu na mnyenyekevu kwa kila mteja, duka lake lilivuma haraka wateja wakaanza kumiminika kutoka vijiji vya jirani wakipeana taarifa, nenda kwa Eliya, ni kijana mzuri, hata kama huna pesa anakusikiliza. Lakini kadri biashara ilivyozidi kukua, huruma ya Eliya ikawa kama upanga wenye makali pande mbili. Alianza kuwapa watu bidhaa kwa mkopo bila masharti. Wengine walikuja kumlilia, wagonjwa, wajane, maskini, na Eliya hakuweza kusema hapana. Akawa anatoa ahadi, bidhaa bure, akijua kabisa hatarejeshewa . Watu wakawa wanazoea, hata waliokuwa na uwezo wa kulipa walikuja na visingizio, kwa sababu walijua Elia hakuwa na moyo wa kukataa. Polepole pole, mtaji ukaanza kuiyuka, hesabu zikaanza kuonyesha rangi nyekundu. Watu waliokuwa karibu naye, marafiki, baadhi ya ndugu na watu wa kijiji, wakaanza kusema Aa, Elia, duka linafilisika kwa sababu anahonga warembo yule anajifanya msomi lakini hana akili za biashara, huruma yake ndo inamwangamiza. Eliya alipambana kwa muda akauza hadi simu yake na kompyuta aliyotumia chuo, lakini haikusaidia. Hatimaye siku moja mwenye nyumba alikuja na barua, kodi haijalipwa kwa miezi mitatu. Duka lilifungwa, mzigo uliobaki ulirudishwa nyumbani kwao. Eliya hakulia, hakujilaumu. Aliketi nje ya nyumba yao, akatafakari maisha. Alikumbuka maneno ya mwalimu wake wa chuo: elimu hufungua akili, lakini busara hulinda maisha. Ndipo akajua alikuwa na elimu, lakini hakuwa ameweka mipaka ya huruma yake. Alianza upya, safari hii si kwa kuuza bidhaa, bali kutoa mafunzo ya ujasiri ya mali na maarifa ya biashara kwa vijana ya kijijini. Aliandika kitabu huruma yenye mpaka, na watu wakaanza kumwalika na watu wakaanza kumwalika mikoa wa mingine kuzungumza. Ndoto yake ya kuajiriwa serikalini haikutimia, lakini alijiajiri kwa maarifa, na duka jipya lilifunguliwa, lakini safari hii kwa kanuni. Mafunzo ya hadithi: huruma ni zawadi, lakini bila mipaka inaweza kuharibu. Elimu ni msaada, lakini busara ni msingi wa maisha. Mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka, na wakati mwingine haraka na wakati mwingine kushindwa ni hatua ya kuelekea mafanikio makubwa zaidi.